Unyenyekevu kwa amri ya Mungu. Chanzo cha mema yote ni kumtumaini Mungu, kunyenyekea mbele ya amri yake na kuridhika na mapenzi yake matakatifu na ridhaa yake. Ewe mwana wa mtu, hata kama ungekwenda kwa kasi katika ukubwa wa anga na upana wa mbingu, bado usingepata utulivu isipokuwa katika utiifu wa amri yetu na unyenyekevu mbele ya uso wetu. Vivyo vyote muumba anavyoamuru viumbe wake kufuata, vivyo lazima wainuke na kutimiza kwa bidii na kwa furaha kubwa kabisa na shauku. Sema, uhuru wa kweli umo katika utiifu wa mtu kwa amri zangu. Kidogo mjuavyo. Sema, enyi watu, msiache maisha haya na hila zake ziwadanganye, kwa kuwa ulimwengu na vyote vilivyomo ndani yake vimeshikiliwa madhubuti katika mkono wa mapenzi yake. Bahaulla. Uwe na uhakika aidha kwamba kazi na matendo ya kila mmoja wa wadhihirishaji hawa wa Mungu na chochote kihusianacho nao na chochote watakachodhihirisha siku zijazo, vyote vimeamriwa na Mungu na ni sura za mapenzi yake na kusudi. Enyi watumishi wangu! Msihuzunike kama katika siku hizi na katika daraja hili la kidunia mambo kinyume na matakwa yenu yameamriwa na kudhihirishwa na Mungu, kwa kuwa siku za upeo wa furaha za nderemo za mbinguni bila shaka zimewekwa kwa ajili yenu. Kama ikiwa furaha yako nikuze kama mmea mchanga katika mashamba ya neema yako ili upepo mtulivu wa mapenzi yako uniamshe na kunielekeza kulingana na furaha yako, ili kusogea kwangu na kusimama kwangu viongozwe kabisa nawe. Bahaula, uwezo wa dunia hauwezi kuzuia mapendeleo na majaliwa ambayo Mungu ameamuru kwa kane hii kuu na tukufu, ni haja na hitaji ya wakati huu. Mwanadamu anaweza kuzuia chochote isipokuwa kile ambacho kimekusudiwa na Mungu, na kwa ajili ya wakati huu na mahitaji yake. Abdul Baha.